Wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima kathiran wa baad, ndugu Islam, tumekabiliwa na siamu ya Ramadan, na tumeanza kuzungumzia utangulizi wa ibada hii ya siam, na kuanzia darsa hii inshaallah rasmi tutakuwa tunaingia katika masaili ya kifiqhi yanayohusiana na, na ibada ya siam. Siamu ya Ramadhani ina kidhibiti chake cha kwanza mwezi wenyewe wa siamu na kumalizika mwezi wa siamu, kama ambavyo sala ina kidhibiti chake cha kujua kwamba umeshaingia muda wa sala fulani. Na siamu nayo wakati gani inawajibika? Pale linapopatikana moja kati ya mambo mawili. La kwanza ni ru'yatul hilal, kuuona mwandamo, kuuona mwezi wa mwandamo wa Ramadhan. Kitendo cha kuuona mwezi kinapelekea watu waingie katika ibada ya siyamu. Kuona mwezi au kuonekana kwa mwezi ni sababu mojawapo ya watu kuingia katika ibada ya siyamu kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha raaitumuhu fasumu, mtakapouona mwezi mwandamo wa Ramadhan basi fungeni. Hii ni hadith muttafaqun alayhi, imewafikiwa na al-Imamu al-Bukhari wal-Imamu Muslim rahmatullahi alayhima na neno fa hiyo ni herufi inaitwa fa utaqid. Fa hii inaonyesha mara tu baada ya kuuona mwezi mwandamo, basi bila kuchelewa, siamu itaanza katika muda wake husika ambao ni wa naharu Ramadhani, mchana wa Ramadhan. Ina maana kwamba haitofaa kwamba watu wauone mwandamo halafu uje mchana ujao wawe hawamo ndani ya siamu, waupitishe mchana mmoja au miwili, haitofaa. Mara tu baada ya kuuona mwezi mwandamo ibada inatakiwa ianzwe katika wakati wake husika wa naharu Ramadhan. Idha raaitumuhu fasumu, hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo imeambatanisha jambo la kufunga na kuonekana kwa mwezi. Kutokana na hilo, basi itakuwa siyam haiwajibiki kwa kupitia mambo ya hisab. Lau kama ulamau lhisab maulama wa mambo ya lhisab ambao wanafuatilia vituo vya mwezi manazilul qamar, lau kama watasema kwa mujibu wa hisabu zao kwamba usiku huu ambao umeingia tayari ni usiku wa Ramadhani kulingana na hesabu, ingawaje mwezi haujaonekana, lakini wao wanasema mahesabu yao ya kitaalamu kulingana na ilmu al-falak na mambo ya al-hisab na kujua manazilul qamar, kwa hiyo itakuwa mwezi wa Ramadhani umeingia na usiku wa Ramadhani ndio umeshaanza wa mwanzo huo, wakisema hayo ulamaul hisab, na ikawa mwezi mwandamo haujaonekana, fa innahu la yusam, haitofungwa siamu kwa kupitia uthibitishaji wa kuingia Ramadhani kupitia mahesabu, bali sheria imeambatanisha hukumu ya siamu na jambo ambalo mahsus, jambo linalohisiwa likaonekana katika maumbile ya kawaida nalo ni jambo la uoni, kuona mwezi ama kuonekana kwa mwezi mwandamo, kutakuwa kumeshawajulisha watu kwamba saumu imeanza. Sasa hesabu zikionyesha kwamba usiku wa Ramadhani umeingia, lakini kuonekana mwezi kawa jambo hilo halijapatikana, basi ndugu zangu Waislamu, bado itakuwa mwezi wa Ramadhani hujaingia. Ba'dhu al-muta'akhirin, baadhi ya maulama waliochelewa, yani waliokuja mwishoni sio wale waliopita nyuma, wanasema inapasa kutendewa kazi jambo la alhisab ikiwa uoni umekosekana na umeshindikana, na mpito wao wakaona kwamba hadithi ya Ibnu Umar inajulisha hivyo. Hadithi gani? ni hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasalam ndani yake amesema: fain ghumma alaikum faqduru lah, mkitandiwa na wingu basi faqduru lahu

kama tutakavyokujaona insha allahu tabaraka wataala. Kwa hiyo mwezi unaingia kwa kuonekana, ama kwa kuuona, ni sawa tu iwe imeonekana mwezi mwandamo ndamo, bil ainil mujarrada, kwa jicho ambalo ni la peke yake, limeepushwa na kitu cha ziada kilichosaidia jicho, au ikawa ni kwa kutumia kamera ambazo zitawasaidia watu kuona mwezi mwandamo ambazo zinaitwa nini hizo, alwasailul muqariba, njia zinazokurubisha kitu husika kinachotaka kuonekana, kiweze kuonekana. Kwa sababu anasema na vioni li anna kulla ruya, kwa sababu zote aina mbili hizo za uoni zinaitwa ni kuona. Hata mtu ambaye anaona kwa miwani ya kuvuta kilicho mbali tunasema anaona huyu. Na atasema, nimeona kitu fulani kimetokezea. Hatuwezi kusema hapa, haitahisabika ni kuona kwa sababu imetumika miwani ya kuvutia kilicho mbali. Miwani peke yake isenge fanya kazi lau mtu ambaye ameivaa miwani hiyo ingekuwa ni kipofu. Kwa hiyo kiuhakika, jicho ndo liloona lakini, kupitia alwasailul muqarriba athani. Jambo la pili ambalo kupitia hilo ndo itajulikana kwamba mwezi umeingia itimamu, shaaban thalathina 30, 30 yauman kuitimiza Shaaban siku thalathini. Na kwa nini nikasemwa thalathini haikusemwa thalathini na moja wala ishirini na nane kwa sababu mwezi mwandamo au mwezi Kiislamu hauzidi siku thalathini wala haupungui chini ya ishirini na tisa tofauti na hii miezi inayofuata jua, miezi ya kizungu hii, utakuta uko mwezi umefika tarehe thalathini na moja na huko mwingine umefika tarehe ishirini na nane, lakini miezi inayozingatiwa kiislamu kwa kidhibiti cha mwandamo ni kwamba miezi hii ima itakuwa 30 ama siku 29. Na hilo Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alilifundisha kuonyesha kwamba mwezi ima itakuwa hivi au hivi. Kwa hiyo, ndugu zangu Waislamu, ni kwamba njia mbili hizi ndio zitawawezesha watu kuingia katika ibada ya siam ima uonekane mwezi mwandamo katika mchana au au tuseme uh, katika ile siku ambayo ni siku ya ishirini na tisa ina maana kwamba siku ya inayofuata haitakuwa thalathini Shaaban bali itakuwa ni mosi Ramadhan ama ikiwa haujaonekana mwezi basi watu watakamilisha siku thalathini za Shaaban na mara tu baada ya kukamilisha thalathini wataingia katika siamu ya mwezi wa Ramadhan bila uhitaji wa kitu chengine tena. Kuingia kwa siku ya thalathini katika Shaban kushakuwa ndio kidhibiti cha ja kwamba siku inayofuata ni katika Ramadhan. Sasa suali linakuja, mwezi 29 Shaaban shaban limetanda wingu kiasi ambacho watu wameshindwa kuona mwezi muandamo, limetanda wingu au vumbi hii masala inazungumzwa vipi na maalfuqaha? Masala hii ndugu zangu Waislamu, wanavyuoni wametofautiana endapo kuzuilika kuona mwezi mwandamo ni kwa sababu ya wingu au vumbi au kizuizi chochote. Wako wanaosema kwamba ni wajibu ifungwe siku ile. Ingekuwa haujaonekana tu mwezi mwandamo hali ya kuwa anga liko safi, hapo ni sawa, lakini kwa sababu kumetokea kizuizi cha vumbi au wingu basi watu siku inayofuata wafunge, siku inayofuata wafunge, ikiwa mwezi 29 Shaaban shaban limetanda wingu au pamekuwa na vumbi katika anga, na kwa sababu hiyo ikawa mwezi haukuonekana mwezi mwandamo, kwa ikawa haijulikani umeandama au hujaandama, lakini kwa sababu pametokea kizuizi, basi siku inayofuata ihisabike kwamba ni Ramadhani. Kwa nini wakasema hivyo? Wakasema kwa sababu hadithi ya Ibn Umar mtume anasema alaihi salatu wassalam idha raaitumuhu fasumu mtakapouona mwezi muandamo fungeni. wa idha raaitumuhu faaftiru na mtakapouona mwezi muandamo wa kuingia Shawwal, basi msifunge tena bali kuleni kwa sababu Shawwal imeingia. Kwa hiyo hata kama itakuwa ni mwezi 29 ya Ramadhan, halafu baada ya hayo Mtume akasema, aliposema faqduru lahu manake yadhiqu alayhi, ubaneni huo mwezi, ubaneni Wakasema katika lugha ya Kiarabu linatumika neno hili kwa maana ya kubana. Kwa mfano, uko aya ya saba ya sura Talaq, inasema waman qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, na yule ambaye riziki yake imebanwa, basi atoe katika matumizi yake, kumlisha huyo anayepaswa kumlisha, atoe katika pesa yake ya matumizi, katika kile ambacho amepewa na Allah, pamoja na udogo wa alichopewa na alichokadiriwa, lakini atoe hicho hicho. Huyu ni nani? Mtu ambaye kabaniwa riziki. Mwenye uwasaa atatoa kwa uwasa wake, na aliyebaniwa atatoa kulingana na hali yake. Kwa hiyo akasema, iangalie aya imetumia neno waman qudira alayhi, ikimaanisha aya hiyo kwamba yule atakayebaniwa riziki. Na hata Allah azza wa jalla alipomzungumza Yunus ibn Matta akasema wadhannuni idhahaba mughadiban, na hebu mtaje umkumbuke na dhannun ambaye ni Yunus pale alipokwenda hali yakuwa amewakasirikia watu wa kaumu yake kawafundisha kawa kawalingania lakini wamekataa ulingano wake. Akaamua wakimbie na aikimbie adhabu, lakini aliondoka kabla ya idhini ya Allah. fadhanna an lan naqdira alaihi, akadhania Yunus kwamba sisi hatutombana. Alidhania labda tutamsamehe ama tutamwachilia tu, aliona kwamba hatutombana matumaini yake yalikuwa hivyo, kumbe kosa alilolifanya lilipelekea abanwe kwao, fadhanna alla naqdir alehi. Na kweli alibanwa kwa sababu aliwekwa katika mahala pa dhiki pambano, napo pahala penyewe ni tumbo la samaki. Kwa hiyo akasema, angalia katika Alquranul karim limetumika neno hili kwa maana ya kubana. Kwa hiyo faqduru lahu, wakasema basi ubaneni mwezi wa Shaaban ndio itakuwa Mtume anakusudia hivyo, kulingana na wao, mwezi wa Shaaban na kuubana, maana yake ni kufanya siku watu taasia, lakini kwa kauli ya, ya mwisho katika Shaaban na ifuatayo ni siku ya Ramadan. Hoja yao ya mwanzo ni hiyo, wanaosema kwamba uh, siku inayofuata ifungwe, wao wanaona ni hivyo. Hoja ya pili ni Ibn Umar mwenyewe, kana idha kana lailatu 30 min Shaban, ilikuwa mwezi 30 unapoingia wa Shaban, yani siku ya 30, wahala dunahu ghaim au qatar, ndani ya usiku ule wa kuamkia 30 Shaban, kama patakuwa na wingu au uvumbi, asbaha saima Ibn Umar mwenyewe anaamka hali ya kuwa amefunga. Kwa hiyo akasema, angalia na Ibn Umar naye alikuwa anafunga mwezi 30 Shaaban, ikiwa usiku uliopita lilitanda wingu. Hoja yayo ya tatu inawezekana kwamba mwezi umeandama lakini wingu ndio limezuia au vumbi, kwa hiyo tufunge ihtiyatan, kiusalama zaidi. Jawabu zilizotolewa juu ya hoja hizo ni kwamba hadithi ya Ibn Umar, kwanza mtume aliposema faqduru lahu si kweli kwamba maana yake ni baneni. Faqduru lahu haina maana ya kubana, bali faqduru lahu ni kukamilisha siku ya 30 ya Shaaban, kama ilivyokuja hadithi nyingine kuweka wazi hilo. Wakasema na kama ingekuwa inakusudiwa kubana ala wajhi taslimi wal farad, eh, tukichukulia sawa kwa mfano kweli iwe Mtume kasema faqduru lahu na kakusudia kubana, basi kwa kwanini tusiubane mwezi ambao bado haujaingia haujaja ambao ni wa Ramadhani, kwa nini tuubane tulio nao? Ingekuwa nguvu ya hoja ituelekeze huku kwamba tuubane mwezi ambao haujaja kwa sababu hauna haki hatu, hatujawa na uhakika kwamba umeingia huo, ndo tuubane ambao ni mwezi wa Ramadhani, na sio tuubane mwezi wa Shaabani, ambao ndo tumeondokea nao tokea nyuma, kwa sababu Shaabani ndio mwezi ulioko kwa hatuwezi kuondoka katika kitu tulicho nacho ambacho kiuhakika kilikuwepo na kimekuwa kinaendelea, tukaingia katika kile ambacho uhakika wake haupo. Lakini hoja yenye nguvu ni kusema kwamba neno faqduru lahu na kusudia kukamilisha Shaabani siku 30, kwa sababu hadithi nyingine za mtume zimeonyesha hivyo. Tukija katika hoja ya Ibn Umar kwamba Ibn Umar ilikuwa likitanda wingu siku ya 30, siku ya 29 eh ya Shaaban katika ule usiku wa kuamkia 30 ya Shaaban au mosi Ramadhan, ndio maana yake umekuwa na utata huo. Usiku ilikuwa kama la tanda wingu, basi siku ya pili anafunga Ibn Umar. Hoja hii inajibiwa kwamba alifunga ala wajhi al-istihbab, kwa muono wake yeye, alifunga kama ni sunna kufunga, kwa sababu kaona ina shaka ile. Siku inayofuata haijulikani ni mosi Ramadhan au 30 ya Shaaban, na wako wanaona hivyo kwamba ikiwa limetanda wingu au kimekuwa kimekuwepo kizuizi katika usiku wa kuamkia thelathini Shaaban, basi siku inayofuata wa kwa kwa watu wafunge istihbaban, kiu sunna tusiu faradhi. Kwa hiyo inaonekana Ibn Umar amekuwa na muono huo kwa dalili ya kwamba lau angeona kwamba ni wajibu angeamrisha watu na kwa uchache watu wa familia yake, lakini haijanukuliwa kwamba kaamrisha watu wa familia wafunge. Kwa hiyo inaonekana inaonekana kwamba alifunga istihbaban, kwa hiyo sio hoja. Sasa kitendo cha Ibn Umar na kitendo cha sahaba kikitanzana na uwazi wa hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, basi tutachukua hadithi za mtume alaihi salatu wassalam. Ama hoja alihtiyat kufanya usalama kwamba watu wafunge kiusalama na kufanya lile ambalo watu wanahisi litaweka katika hali ya amani zaidi katika akhira yao, kwa hiyo wafunge hivyo hivyo hata kama si mosi Ramadhan bali ni 30 Shaaban, shaban, lakini kwa sababu lilitanda wingu kuamkia siku hiyo ya 30 Shaaban, watu wafunge siku ya 30, ndio ihtiyati. Ni jawabu ya ihtiyati ni hivi kwamba ihtiyati hapo haina nguvu, kwa sababu vipi itafanyika al-ihtiyati katika jambo ambalo halikuwa limeshaingia? maana yake ihtiyati inafanyika, inafanyika katika kitu ambacho al-aslu wujubuhu, asilia ni kuwajibika kwamba linawajibika. Hapa tumo ndani ya Shaaban, kwa asli ni kuendelea Shaabani na sio kuingia Ramadhan, na ndio maana kuendelea kwa Shaabani hakuhitaji dalili, lakini kwen, kuingia kwa Ramadhan kunahitajika dalili ya kuonekana mwezi mwandamo. Sijui inafahamika. Al aslu baqa'u ma kana ala makan, asili kibakie kilichokuwepo vile vile namna kilivyo, kwa ndo tunaendelea na Shaaban ikiwa uwasilia ni kuendelea Shaaban, hatuwezi kusema hapa hoja ihtiyati ina nguvu kwa sababu ihtiyati inafanyika katika kitu ambacho al aslu wujuduhu wa laysa adamu asili yake ni kuwepo, kuwepo. Alafa, al wujubuhu, ni na sio kutokuwepo. Alafu al aslu wujubuhu asili ni uwajibu, na hapa wajibu haujakamata kwa sababu bado hatakuwa na hakika kwamba Ramadhani imeingia. Isitoshe, kwa mujibu wa mapito ya Imam Ahmad na wengineo katika ulama kwamba kitu kilichofanywa kwa njia ya ihtiyat hichi hakijafika katika level ya wajibu. Alimama Ahmad anaona kwamba kila kitachofanyika ihtiyatan, kama ni kwa njia ya uwakiba na usalama zaidi, basi hicho kinafanyika ala sabili alwara wal istihbab. Katika namna ya alwara, alwara maana yake kuepuka shubha, na katika namna ya usunna, huwezi kusema kwamba anaingia makosani mtu ambaye hakufunga siku ilofata baada ya usiku wa thalathini huwa umetandiwa na wingu, huwezi kumwingiza kum makosani kwa sababu lihtiyat ipo zaidi ala sabili alistihbab. Kwa hiyo kusema kwamba siku ile ifungwe si sahihi, bali kauli sahihi ni kwamba siku inayofuata ni ya Shaaban, wala watu wasifunge. Ikisemwa kwamba je, ikiwa mwezi uliandama lakini ndo wingu lilizuia tu jawabu ya yake ni kwamba hakuna tatizo kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam ndo kashatupa maelekezo hayo kwamba tukitandiwa na wingu au tusipoona mwezi mwandamo sisi tukamilishe siku 30, na Mtume akasema katika hadithi nyingine, la taqaddamu ramadhana bi sawmi yawmin aw yawmayn, msi tangulie Ramadhani kwa kufunga siku moja au mbili s yani, msifunge kabla uhakika wa Ramadhani kupatikana kwa siku moja, kama ndio mtu anafunga kiusalama na uhakiba tu kwamba labda Ramadhani isije kwa imeshaingia, msifanye hivyo ila rajulun kana yasumu sawman falyasumhu, ila mtu ambaye alikuwa na kawaida kufunga katika hiyo siku ambayo imesadifia kuwa ni mchana wa 30 wa Shaaban. Kama kuna mtu alikuwa nafunga funga yake basi endelee, pengine imeangukia ni Jumatatu na Alhamis, na kuna mtu fulani kawaida nafunga Jumatatu na Alhamis, au yeye anafunga sararu kulli shahri, siku za mwisho za kila mwezi, anafunga mwezi 28, 29 na 30 katika kila mwezi, huendelee lakini yule ambaye hana kawaida ya kufunga Jumatatu na Alhamisa alafu akafunga siku hii na katika nafsi yake imo hasa ile hisia ama yale mawazo ya kwamba nafunga kwa sababu yawezekana ikawa ni mosi ya Ramadhani leo. Kwa sababu jana palikuwa na wingu, ikiwa ni yani hiyo, basi amemwasi baba yake Qasim. Kwa sababu gani? kwa sababu iko hadithi nyingine imepokelewa na ashabu sunan ni mausulan, ingawaje ameipokea limamu al-Bukhari muallakan lakini kwa sababu ashabu sunan wameipokea kwa ukamilifu wa wapokezi na na kwamba hakuna mpokezi aliyodondoka kwa ni hadithi wa wa hadithi thabit, hadithi ambayo wapokezi wake wamekamilia hata kama alimamu Bukhari ameipokea muallaqan, lakini hadithi thabit. Na hadithi hii inasema man saama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abal Qasim, atakayefunga ile siku ambayo inatiwa shaka ndani yake kwamba je tayari mosi Ramadhan au bado 30 haa Shaaban, siku ina shaka hii Atakayefunga hii siku hii inaitwa shak au mushak, huyu amemwasi baba yake Al-Qasim, amemwasi baba yake Al-Qasim. Sasa hadithi hii ukichanganya na hiyo iliyopita, zote hizo zinatuongoza kwamba tusifanye pupa la kufunga kabla ya uhakika wa Ramadhani kuingia. Na ilokuwa wazi zaidi hasa ni hadithi ya Bukhari katika jambo hili, pale mtume aliposema ashharu tisun wa ishruna laila, mwezi ni siku 29, fala tasumu hatta tarawhu, basi msifunge mpaka muone mwezi mwandamo. fa in ghumma alaykum, kama mtatandiwa na wingu, fa akmilu liiddata 30, basi timizeni idadi ya siku 30 za Shaaban. Hadithi nyingine ikaweka wazi, mwezi ni hivi ama hivi. Akaashiria kwa vidole kwamba mwezi wakati mwingine unakuwa siku 29 ama 30. Kwa hiyo kwa kwa kwa kama kwamba hadithi hii ikaonyesha kwamba uchache wa mwezi unaweza kuwa siku 29 na ikawa tayari umeshakamilia, lakini wakati mwingine kuwa ni 30, inapo ni pale ambapo mwezi mwandamo haujaonekana. Kwa hiyo Mtume alayhi swalatu wasalaam kaweka wazi kupitia hadithi hii, na ikawa hadithi hii imeifasiri ile iliyosema faqduru lahu. Mkitandiwa na wingu, faqduru lahu. Nini maana faqduru lahu? Hapa ndio imekuja fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata 30. Kwa hiyo bora tuichukue tafsiri ya Mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam, alivyofasiri maneno yake ambayo aliyatamka mara nyingine. Haya maneno haya yameyafasiri yale faqduru lahu. Na tukajua kwamba kumbe watu anatakiwa akamilishe siku 30. Kwa hiyo basi fungwe. Tena baadhi ya ulama anasema mtu akifunga ameingia dhambini na wajibu kutofunga siku ile, ila kwa yule ambaye ana ada ya kufunga na ikasadifia kwenye ada yake. Ada yake labda kila mwezi anafunga siku za mwisho au imesadifia ni Alhamis na mfano hayo. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema halaka almutanati'un. Hii ni hadithi ya sahihi Muslim inayosimuliwa na Ibn Mas'ud. Halaka almutanati'un. Wameangamia wale ambao wanavuka mipaka, wanafanya takalufu katika mambo. Hawa wameangamia, kwani ni watu wanafanya takalufu katika mambo ambayo hawajakalifishwa. Wamepewa njia nyepesi tayofaa zama zote, zama za, za teknolojia na zisizokuwa hizo. Watu wa kawaida, wasomi wote, wanaweza wakawa wanawepesi wa kujua Islam kwamba imeingia au jaingia, ni uoni na macho yako. Zama zote teknolojia haipo, zama zote, lakini macho yapo na mwandamo uko zama zote. Kwa hiyo utakapoonekana mwezi mwandamo, atafunga vinginevyo atakamisha 30. Kwa hiyo kauli yenye nguvu ni kusema kwamba watu wasifunge katika siku hiyo ambayo ni yenye shaka. Na je, mwezi mwandamo umeonekana mchana, pengine watu washaingia siku ya thalathini ya Shaaban mchana wakaja wakauona mwezi mwandamo. Maulama wanasema mwezi huo muandamo ulionekana mchana kabisa ni mwezi unaoashiria kwamba usiku ujao ndo usiku mosi wa Ramadhani na sio uliopita, kwa usije ukawatatanisha watu, mwezi mwandamo atakapouona mchana, kwa ufupi si usiku uliopita. Baadhi ya maulama wanasema ukionekana mwezi mwandamo mchana kabla ya kuzama jua ya siku hiyo basi huo ni kwa ajili ya usiku uliopita kwako, waliosema hivyo, kinyume cha kauli ya wengine ambao wanasema mwezi mwandamo huo unaashiria usiku ujao. Kwa hiyo ni mwezi wa usiku ujao, sio uliopita, lakini wako alosema uliopita. Sasa wakisema watu kwamba mwezi mwandamo ukionekana mchana, maana yake usiku uliopita, huu mwezi huu unahusiana na usiku uliopita, na maana huu mchana ambao tayari watu wamekula, kumbe hawakutakiwa wale. Kwa kama hawakutakiwa wale, wafanye nini? Wakasema hawa baadhi ulama, wafanye alimsaki Ba, mara tu baada ya kuona mwezi wasile. Maulama wengine wakasema jamani, hapana, kesi iko hivi, ni kwamba ukiwa umeonekana kabla zawal, utakuwa una hukumu nyingine, ama ukionekana baada baada zawal, baada jua kupinduka, utakuwa una hukumu nyingine. Kama kwamba ule utakaoonekana kabla kabla zawal, ule kabla jua kupinduka pale mchana, basi ule ndio utakuwa unamaanisha kwamba mwezi ule ni wa usiku uliopita, ina maana mchana huu mwezi muandamo pengine mapande ya saa nane, tisa, basi utakuwa ni usiku ujao. Lakini kauli sahihi sio wa mwezi uliopita, ya wa usiku uliopita, yani mwezi ukionekana sio wa usiku uliopita. Ibn Uthaymeen akasema ila utakapoonekana ukiwa mbali na jua na jua ikawa baina yake na baina ya kuzama kwa jua masafa ni marefu, hapo inawezekana ikasema ni kwa ajili ya mwezi ule ni wa usiku uliopita, ingawaje hatuna yakini. Hatuna yakini, yani umeonekana mwezi mwandamo chini ya jua, yani mwezi ukawa uko karibu zaidi na upande wa magharibi kuzama kuliko hata jua, hapo itakuwa wazi wazi kwamba mwezi ule ni wa usiku unaofuata, kwa sababu mwezi umeutangulia jua katika kuzama. Na mwezi mwandamo haui mwandamo ila utakapokuwa baada ya jua, yani jua lizame, ndio uje uonekane mwezi

l an taghruba shams fala ibrata biruyatihi lianna al-ibrata biruyatihi an yura ba'da ghurubi shamsi mutakhallifan anha, mwezi mwandamo kama utazama kabla kuzama jua hauzingatiwi huo mwezi, huo hauzingatiwi tena. Kwa sababu wakati gani mwezi unatazamwa ili watu wajue kwamba ramadhani imeingia ni pale ambapo mwezi mwandamo uonekane baada ya kuzama jua, kwa mwezi uchelewe kuzama jua lizame halafu watu wataangalia wakauona mwezi mwandamo, mashaallah, kesho tushajua ni Ramadhani. Na kama itakuwa ni mwisho wa Ramadhani, tushajua kesho itakuwa ni Eid. Lakini mwezi umezama kabla ajua lenyewe, huu hauzingatiwi. Kwa hiyo watu waendelee tu, wajue kwamba kesho kama itakuwa ni kwa ajili ya kutazama kwa Ramadhani, basi kesho itakuwa ni Shaaban 30. Tunamuomba Allah azza wa jalla atupe tawfiki <coughs> na ufahamu katika yote tunayosikia. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.